Oh. Ah, wapenzi wa sikilizaji na watazamaji wa channel yetu ya Be Ready Always TV. Ningependa kukupea taarifa fulani, kwamba kuna somo ambalo ninaitayarisha ambayo inahusu miaka elfu sita asubuhi jioni ya miaka elfu sita na naomba uwe tayari ninaianda, am editing na inakuwa released very soon even today today, God willing, fundisho hilo litakuwa tayari. Nyote mwakaribisha wakaribishwa, samahani. Ita marafiki na woshare hii video kwa watu, jioni ya miaka elfu sita na miaka elfu nne Somo hili ni maifunza lakini nimepata ufunuo mwingine na nitapresent kwa njia ambayo itakushangaza, njia ambayo Roho Mtakatifu ataninemesha. Ishatoka tayari na edit tu, nataka niweke hiyo verses kwa screen na quotes, ndo upate kuelewa vizuri. Mimi naitwa mtumishi Meshack Orono, mtumishi katika kanisa la SDA Seven Day Adventist. Lakini mimi ni mhubiri wa makanisa yote, nahubiria makanisa yote tu. Kwa hivyo, sina ubaguzi wa dhehebu, kila mtu apate kuongoja hili fundisho, maana nitatumia tu Biblia na Roho ya unabii ili kupata kueleza. Kama utakuwa na comment question kuhusiana na miaka elfu sita utayarisha, ili ni somo ambayo linaongelea siku za mwisho siku za mwisho. It is a very urgent topic. Watu wanafaa kusoma na wapate kushare sana, maana usipojua hii eh, ndo maana Yesu alikuwa naambia watu ishara, wapate kujua. Usipojua hii, maisha yetu hayatakuwa na uhuisho. Mungu atusaidie sana, tusaidie sana. Mimi niko katika biashara, ndo maana unaona kuna makaratasi mengi sana penye niko nafanya kazi ya cyber, kazi zingine ndogo ndogo, kuuza small electronics. So katika hii kazi yangu nimeona nichukua hii muda nitangaze tu kwamba kuna video nishaunda, inahusiana ina na miaka elfu sita na kuisha kwa dunia na inakaribia kutimia. Kwa hivyo video yenyewe itakapokuja, naomba uwe wa kwanza kuangalia na kushare pia kwa watu, maana bila ile fundisho, ninarudia tena, bila ile fundisho kunawezekana watu wafikirie bado dunia kuisha iko mbali sana, mbali kabisa, lakini hali sio hivyo. Kwa hivyo sasa hivi sina wateja katika duka, ndio maana nimeamua tu kutangaza somo mbili nako ku... iko editing very soon. Naanza ku edit na weke evidences kwa screen alafu na ipost uh, probably by saa tano hivi ikienda sana nitakuwa nimeweka hiyo video YouTube. So Mungu akubariki unapo angalia.